Bwana Yesu asifiwe, mpenzi mtazamaji wangu na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa kabisa ya Gospel Shine, nipende kukaribisha sana, na kama ni mara yako ya kwanza, basi usisahau kusubscribe. Aa, siku ya leo nimekuletea mambo ya kuzingatia ukiwa kwenye mfungo wa maombi au maombi ya mfungo. Unapokuwa kwenye maombi ya mfungo, basi kuna mambo muhimu kama saba hivi nimeweza kuandalia. Aa, unatakiwa uweze kuyazingatia ili mfungo wako uweze kwenda vizuri mm -hmm. Jambo la kwanza kabisa, uh, unapokuwa kwenye mfungo unatakiwa udhamirie kufunga mm -hmm. Yani usifunge kwa sababu kwa sababu uh, mchungaji kasema ufunge au umeona mtu fulani kafunga na wewe ukatamani kufunga. Yaani hakikisha unapokuwa unataka kufunga au unapokuwa umefunga hakikisha umezamiria kutoka moyoni, mona usije ukafunga kutokana na shinikizo. Hii itakuwa ni sawa na kazi bure, na utakuwa kama mtu ambaye ameweza kushinda tu na njaa. Kwa hiyo hakikisha kuna msukumo wa ndani unaokuambia funga. Uhum. na hata maombi yanapo yanapotangazwa labda kanisani, omba Mungu akusaidie ili uweze kupata ule msukumo wa ndani wa kuweza kufunga na kuomba. Hilo ndilo jambo la kwanza ambalo unatakiwa ulizingatia. mm -hmm. Lakini pia jambo la pili unatakiwa upate muda wa kuomba. Unapokuwa kwenye maombi, hakikisha unapata muda mzuri wa kuomba, kwa sababu lengo la kufunga aa, ni ili mwili udhoofike lakini roho iweze kunenepa Umeona? Kwa sasa unapokuwa umefunga umefunga chakula lakini huna muda wa kuomba. Kwa hiyo unakuwa unakondesha mwili, muda huo huo unakuwa unakondesha nini? Unakondesha roho yako. Kwa hiyo hakikisha unapata muda wa kuomba unapokuwa kwenye maombi ya mfungo. Hata kama upo sehemu labda kazini kwako ni sehemu ambayo inapirika pirika, uwezi kuomba, hakikisha asubuhi unapoamka unapata lisaa au nusu saa ya kuomba kabla hujaenda kwenye mizunguko yako, unaombea lile jambo ambalo utamani kuliombea. Lakini pia jioni au mchana, kama utapata muda hapo kazini, tafuta sehemu tulivu, pata pata muda muda wa wa kuomba. Au jioni ile, sasa wakati wa kufungulia nao, pia pata muda wa kuomba. Kwa hiyo usije ukafunga alafu usiombe, inakuwa ni sawa na kazi bure. Unakuwa tu ni mtu ambaye umeweza kushinda na njaa. Kwa hiyo unapokuwa umefunga hakikisha unapata muda wa kuomba. <coughs> Lakini pia jambo lingine unalotakiwa kuzingatia, zuia kinywa chako. Unapokuwa umeomba ni kwamba unakuwa uh, su, sio tu umejizuia chakula, lakini pia unatakiwa uzuie kinywa chako kisiweze kunena maneno ambayo hayampendezi Mungu. Usipende kukaa na watu haswahaswa ambao hawapo rohoni, kwa sababu unaweza wakaleta mambo ya masihara na wewe ukajikuta unachangia, mwisho wa siku ukajikuta unaharibu mfungo wako. Epuka sana uh, ukaa barazani pa wenye mizaha mona. Unapokuwa kwenye mfungo hakikisha kinywa chako unakizuia, usiwe ni mtu wa kuongeaongea tu, usiwe ni mtu wa kuropokaropoka au kuchangia mada ambazo sio sahihi, unakuwa unaharibu mfungo wako. Aa, lakini pia <coughs> jambo lingine, epuka matendo ya mwili. Tunaposema matendo ya mwili aa, ni vile vitu ambavyo vinahusisha mwili. Unapokuwa kwenye mfungo, hakikishi kujihusishi na vitu ambavyo ni vina, vina vinafanya mwili unakuwa unatumia energy nyingi sana. Kwa mfano, kama unakuwa unafanya kazi ngumu, unatakiwa uweze kupunguza, kwa sababu unapokuwa hujala chakula alafu, uh, unatumia nguvu nyingi kufanya kazi, unaweza kujikuta unaishiwa nguvu, unashindwa kuendelea na mfungo. Kwa hiyo kama umedhamiria kufunga basi hakikisha uh, kuna baadhi ya vitu au matendo ya mwili unayapunguza, kama hivyo nilivyosema, kazi, unapunguza kazi kwa ajili ya uh, ya ya- ya kufunga, yaani una, unapunguza kazi ili uweze kupata muda wa kufunga na kuomba mwona. Kwa hiyo epuka matendo ya mwili na mengine mengine, mm -hmm. Lakini pia usiwe mtu wa kujitangaza mm -hmm. kwamba mimi nimefunga, basi kila mtu mtaa mzima watajua kwamba nimefunga. Kwa hiyo ni unapofunga, ni kati yako wewe na Mungu, kwamba Mungu mimi ninafunga kwa ajili ya jambo fulani. Kwa hiyo unapofunga hakikisha ni wewe na Mungu wako ndo anajua sio unajitangaza tu mimi nimefunga bwana. Sasa ah, unatakiwa iwe siri yako wewe na Mungu wako, kwamba mimi sasa nimefunga, Mungu, nina moja mbili tatu. Yani inakuwa ni makubaliano yako wewe na Mungu kwamba nafunga, Mungu, kwa ajili ya jambo fulani na sio kwa ajili ya watu wengine, labda mtu mwingine ajue tu kwamba fulani amefunga, lakini sio wewe uweze kujitangaza. Tukisoma katika Mathayo sura ya sita, mstari wa 16 na 17, uh, neno la Bwana linasema tena, mfungapo msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunja, kukunja kukunja, mana maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wamefunga. mimi ninawaambieni amekishwa kupata thawabu yao, bali wewe ufungapo jipake mafuta kichwani, unawe uso ili usionekane na watu kuwa umefunga, ili ila Baba yako aliye sirini na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Umeona? Kwa hiyo hakikisha <coughs> Uh, ufungapo unakuwa una siri baina yako wewe na Mungu wako. mm -hmm. Usio mtu wa kujitangaza, lakini pia jambo lingine unatakiwa kuwa mtulivu. Mona hutakiwi uh, kuwa ni mtu wa kuhangaika hangaika, umetoka hapa umeenda hapa umefanya hiki. Unapokuwa kwenye mfungo hakikisha unakuwa mtu wa utulivu. Yani, unatulia sehemu moja, kama una sababu ya kuzunguka, unakaa sehemu moja, unafanya shughuli zako, unapata muda mzuri wa kuomba, unapata muda mzuri wa kusoma neno la Mungu na kutafakari, hehe, na kutafakari ehe, na kuongea na Mungu wako. Kwa hiyo unapofunga hakikisha unapata utulivu, sio mtu wa kuhangaika bila sababu, ila kama una sababu inayokufanya uweze kuzunguka ni sawa, ila kama huna sababu ni bora ukatulia sehemu moja. Lakini pia jambo la mwisho kabisa, unapokuwa kwenye mfungo basi, uh, kwa ushauri tu usipende kuingia sana kwenye mitandao ya kijamii kama huna sababu mm -hmm. Kwa sababu uh, kule kwenye mitandao ya kijamii kunakuwa kuna vitu vingi tofauti tofauti, unaweza kukutana na kitu kitu ambacho ambacho kikakutoa kabisa kabisa kwenye uwepo au kitu ambacho kikakutia unajis, ukawa umeharibu kabisa mfungo wako. Kwa hiyo kama huna sababu ya kuingia kwenye mtandao wa kijamii uh, ni heri uh, ukaacha kuingia kwenye mitandao ya kijamii mpaka ukamaliza mfungo wako. Kama ni mfungo wa masaa 12, mpaka jioni, unaweza kuingia, au kama ni mpaka masaa 24, sawa hivyo, inategemea na wewe, mfungo wako aha. Lakini pia kama una sababu ya msingi labda, wewe ni mfanyabiashara wa mtandaoni, ni sawa, unaingia, lakini hakikisha unachukua tahadhari, usiperuzi bila sababu, hakikisha unaingia kwa lengo ililokupeleka kwenye mtandao wa kijamii, ila usio unaperuzi peruzi, umeingia hapa, umetoka hapa, utakutana na vitu ambavyo vitakutia unajisi na mwisho wa siku utakuwa umeweza kuharibu mfungo wako. Kwa hiyo haya ndio mambo saba ambayo unatakiwa kuzingatia pale unapokuwa upo kwenye mfungo, mm-hmm. Basi mimi nipende kukaribisha sana, kama ni mara yako ya kwanza, basi Usisahau kusubscribe lakini pia kubonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kabisa kupata video zetu zinazotoka kila siku. Karibu sana, mpaka wakati mwingine. Asante.